wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma baadu, usikum wa nafsi bi taqwallahi taala. Ndugu wa Islam, ni wausieni pamoja na kuiusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Wanaojapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala liko neno katika lugha ya Kiarabu linaitwa alfitratu salima, ambalo ungelifasiri katika lugha ya Kiswahili kile kinachoitwa akili ya kawaida, common sense. Akili hii ya kawaida ndio ambayo ujumbe wa dini yetu umeelekea kwa mwanadamu kuzungumza naye kupitia akili ya kawaida ujumbe huu anaueleza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema arsalani ila nasi kafa, kwamba Mwenyezi Mungu mimi amenipeleka kwa watu wote, sio kwa kundi la wasomi tu, sio kwa kundi la wafanyabiashara tu, sio kwa kundi la wakulima tu, ili mradi kwa watu wote. Pahala pengine amesema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wabuithtu ila nasi kafatan, na mimi nimeletwa kwa watu wote, kuonyesha kwamba ujumbe wa Uislamu unaelekea na kuzungumza na mwanaadamu mwenye kile kinachoitwa common sense, akili ya kawaida. Akili hii ya kawaida Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, kwa kuwa yeye ndo muumbaji ikitumika katika utaratibu aliyoweka yeye itatusaidia. Leo tuko kwenye siku ya idi, tumefunga mwezi wa Ramadhani. Tukitumia vizuri akili ya kawaida kwa namna Mwenyezi Mungu alivyotaka, hatutorudi katika yale yasiyoyapenda na kuyaridhia ambayo pengine tulikuwa nayo kabla ya Ramadhani. Akili hii ya kawaida ndio ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura An-Nahl aya ya 92, katika kusisitiza tufanye yanayotufaa yenye faida, anapiga mfano wa mwanamke aliyekuwa anasokota sufi zile kupata uzi, alafu uzi ukishatimia anafumua anatumia nguvu kubwa kufikia kwenye kupatikana uzi na kisha anatumia nguvu kubwa kwenye kufumua, anataabika kwenye kazi zote mbili. Mwenyezi Mungu anatwambia sisi tusiwe namna hiyo kwenye tunaoyafanya, pale alipotwambia baada ya Bismillahirrahmanirrahim, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, kwamba nyinyi msiwe kama yule mwanamke ambaye anaf, anasokota uzi wake akimaliza anafumua, baada ya kutumia nguvu nyingi. Baada ya kumaliza funga ya Ramadhani, tukirudi kwenye kufanya asiyoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia, itakuwa hatukutumia vizuri akili zetu za kawaida. Akili hizi zinatakiwa zilelewe zitengenezwe zilindwe, kwetu sisi wenyewe, lakini kwenye wale ambao wako chini yetu sisi, kwamba sisi ndo walezi wazazi, lazima kwenye kutimiza wajibu wa mzazi, atengeneze akili ya mwanawe ielekee kwenye yale yaliyo muhimu, anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ametukumbusha hili kwamba siku ya kiyama kila mmoja wetu ataulizwa juu ya kile alichokichunga: alitekeleza wajibu wake sawa sawa, au hakutekeleza kwenye kuilinda kuitetea, kuikuza akili ya kawaida ya mtoto wako. Ukizembea upande huo yale ya muhimu akaona si ya muhimu, akaona Ramadhani ni msimu tu, ukimalizika unarudi kwenye yale ya kawaida, hilo litakuwa ni jukumu kubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatutahadharisha ili tusiangukie upande huo, anatuambia: inna allaha sainu an kulli ra'in amma staraha, mwenyezi Mungu atamuuliza kila mchunga juu ya kile alichokichunga, Alihifadhi kwa maana alitekeleza tlza sawa sawa au hakufanya hivyo. Tuna wajibu mkubwa wa kutumia vizuri akili zetu za kawaida. Tuna wajibu mkubwa wa kusimamia akili za kawaida za wale ambao wako chini yetu, tunawalea ili zielekee kwenye mazuri anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Mwenyezi Mungu atujaalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema wanaosikiliza maneno na wakafuata yaliyokuwa mazuri.

wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai walmursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma badu. usikum wa nafsi bitakwallahi taala. Ndugu Waislamu, nawausieni pamoja na kuiusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. wajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, wanazuoni wameeleza Akili hii ya kawaida kwamba ndiyo ile ambayo Mwenyezi Mungu ana watu amewataja kwenye Qur'ani, amewaita ulul albab, watu wenye akili zilizosalimika, kwa maana ya akili za kawaida zinazoweza kupambanua zuri na baya, zinazoweza kuchakata maamuzi na kufikia kwenye maamuzi ya sawasawa sawa. Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'ani, akieleza Qur'ani, baada ya Bismillahi Rrahmani Rrahim, anasema kitabun anzalnahu ilaika, kwamba hiki ni kitabu tumekiteremsha kwako, mubarakun, kilichobarikiwa, liyadabbaru ayatihi, ili watu wapate kutafakari kwenye aya zake, waliyatadhakkaru ulul albabi na ili watu wenye akili waweze kuwaidhika na yaliyomo humu. Kisha Mwenyezi Mungu akawataja ulul albabi ni watu gani, akaeleza sifa zao katika sura Turat, anasema innama yatadhakkaru ulul albabi, wanaowaidhika ni wale watu wenye akili kisha akasema alladhina yufuna biahdi llahi wala yanquduna lmithaq. Sifa yao ya kwanza, wao wanatekeleza ahadi waliompa Mungu, hawavunji ahadi hiyo ya kutenda mema na kuacha mabaya, ya kuishi katika ulimwengu wakifanya anayoyapenda Mwenyezi Mungu na, mwenye na kuyaridhia. Sifa ya pili, Mwenyezi Mungu anasema walladhina yasiluna ma amara llahu bihi an yusal, wanaunga yale ambayo Mungu wa ameamrisha wayaunge. Wanaunga udugu hawakati udugu, hata wakiudhiwa namna gani, hata wakikerwa namna gani, hiyo haiwi ya sababu ya wao kukata udugu. Wayafshauna rabbahum, na wanamwogopa mola wao, sio kwenye Ramadhani tu wanamwogopa mola wao kwenye maisha yao yote. Lakini sifa nyingine, wayakhafuna su alhisab, wanaogopa kupata hesabu mbaya siku ya Kiyama, wana hakika ya kukutana na mola wao, wanafanya kila namna ya jitihada siku ile hesabu isiwe mbaya. walladhina sabaru ibtigaa wajhi rabbihim Nasema sifa yao nyingine, hawa wanavumilia maudhi mbalimbali wanayofanyiwa kwa ajili ya kutaka radhi za mola wao. Lakini wa aqamu lsalah, sifa nyingine wanasimamisha sala. Wa anfaqu mimma mima razaqnahum sirran wa alania, sifa nyingine wanatoa kwenye vile walivyopewa kwa siri na kwa dhahir. Wayadrauna bilhasanati bilhasanati sayia Sifa yao nyingine wao wakifanyiwa mabaya wanalipa mema, hawalipi ubaya kwa ubaya. Ulaika lahum uqba dar, Mwenyezi Mungu anasema hao ndio wenye mafikio yaliyo mazuri kwake. Ndio sifa za ulul albab, watu wenye common sense anaoitaka Mwenyezi Mungu. Lakini bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akatutajia kinyume cha hivi na kwa sababu tuko ndani ya siku ya Idi, tuchukue mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kinyume cha hivi, akasema: kullu ummati muafa illa almujahirin. Ummati wangu wote wanapata msamaha kwa mola wao isipokuwa watu wanaoitwa mujahirin. Wasahaba wakataka kujua mujahirin ni watu wa namna gani, na mujahara ni kitu cha namna gani? Mtume akasema mujahara, ayamala rajulu billaili amalan, ni mtu kufanya tendo fulani usiku, kisha asubuhi yake analieleza kwa watu, ilhali Mungu alimstiri usiku ule kwa kusema, ewe fulani, amiltu albariha kadha wa kadha mimi jana nilifanya hivi na hivi. Mtume anasema kwamba huyu, usiku ule Mungu amemstiri, lakini yeye asubuhi anaondoa stara ya Mwenyezi Mungu kwa kutangaza maasi aliyoyafanya. Kundi hili haliwezi kupata msamaha. Kundi hili ni dhahiri, hawawezi watu hawa kuwa wana common sense wanazooni wakatueleza, si lazima usiku tu. Kinachokusudiwa hapa ni mtu kufanya madhambi hadharani, anatangaza watu wamuone. Wakati huu wa social media ndio mujahara wenyewe. Leo watakwenda watu wanakokwenda, lakini wanachofanya huko kitasambazwa ulimwengu mzima. Mwenyezi mwenyezimgu na wanaona hivyo ni sawa sawa, hawa hawawezi kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu. Hawa kwa mujibu wa maelezo ya common sense kwenye Uislamu watakuwa hawana. Ndio maana wale watu watakaoingia motoni siku ile watakiri wenyewe. Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba, waqalu lau kunna nasmau au naqilu ma kunna fi ashabi sair, sisi tungekuwa tunasikiliza tungekuwa tuna akili, tusingekuwa watu wa motoni. Mwenyezi Mungu amekataza maasi, Mwenyezi Mungu amekataza ulevi, Mwenyezi Mungu amekataza zinaa, Mwenyezi Mungu amekataza kamari, Mwenyezi Mungu amekataza machafu ambayo wewe sasa unafanya. Lakini haitoshi kuwa unafanya, unataka na dunia ijue na wakati mwingine unasema na followers milioni mbili tatu, manake wote wajue waone namna wewe ulivyokuwa umwogopi Mungu. Mtume anatuambia umma wake wote watapata msamaha wa Mwenyezi Mungu, wale wenye common sense, illa almujahirin, isipokuwa hawa ambao wanafanya maasi kwa kuyatangaza ili watu wawaone, wao wanafanya kitu fulani. Mwenyezi Mungu anatutaka sisi tuwe kwenye kundi la watu wenye akili, lakini hakutuacha tuhangaike. Ni watu gani anawaeleza? Katika sura Al-Imran, anasema inna fi khalqi lsamawati walardhi, hakika katika kuumbwa mbingu na ardhi, wakhtilafi llaili wanahari na tofauti ya usiku na mchana vinavyobadilika, la ayatin liuli albabi, hizo ni dalili na ni alama, lakini kwa watu wenye akili. Kisha anawataja alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, wale ambao kwenye kila hali wanayokuwa nayo popote wanapokuwa wanamtaja Mwenyezi Mungu na wanamkumbuka. Mwenye sifa hii hawezi leo kutoka akaenda pahala anafanya maasi, alafu akaona haitoshi akajitangaza. wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard, hao wenye akili wakikaa wanatafakari katika kuumbwa mbingu na ardhi. Kwenye tafakuri yao mwisho wanasema rabbana ma khalaqta hadha batila, mola wetu hakika hukuumba vitu hivi bure bure kwa upuuzi tu. Subhanaka umetakasika fakina adhaban nar, basi tulinde sisi na adhabu ya moto. Hawa ndio wanaitwa ulul albab, hawa ndio wenye common sense ya sawasawa ya uhakika. Hawa ndiyo kundi la watu wema, na sisi tunatakiwa tujivike sifa hizi ili baada ya Ramadhani tuendelee katika anaoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Mwenyezi Mungu atujalie tu miongoni mwa waja wake walio wema, wanaosikiliza maneno na wakafuata aliokuwa mazuri. Kisha kwa mafundisho mazuri hayo aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe na akamalizia kafuatisha kwa malaika wake na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia: